Utekelezaji ulianza tarehe 16 mwezi wa 12 2024, kwa kwanza na kazi ya kupandisha ukuta wa, wa upande wa vyoo lenta chooni jamvi kwa kwa jengo lote la bweni na kupaua plasta ndani na nje ya jengo napaka rangi ya concrete. Ndio haina muda kwamba ikae muda gani? Hapana, haina muda, inakauka immediately immediately, ndio. Kwa hiyo maji mnapandisha Jumapili, mnapandisha Jumatatu. Yeah, thank you yani Jumatatu ni ya kipanda yes, ikajaa wanapata maji. Tunashukuru rais wetu, mm -hmm. kwa kutuletea maji katika kiji chetu cha Mazwe. Wananchi wa Mazwe walikuwa wakiangaika sana kuhusiana na swala la maji mm -hmm. lakini pia wanafunzi na walikuwa ni miongoni ambao walikuwa waathirika katika swala la maji. Tunaomba hata mambo maji mengine, ili watu wa vijijini mbali kidogo na hapa wapate, watu wa mbali kwenye kijiji chetu. Daktar Samia Suruhu Hasani amepeperusha bendera ya taifa letu ndani na nje ya mipaka yetu kwa viwango vikubwa. Asiwepo mtu mmoja wa kupita kuambia uchaguzi haupo. Huyo atakuwa sio Mtanzania, atakuwa ajui nchi yetu, atakuwa ajui uzalendo wetu, atakuwa ajui utaifa wetu. Huyo atakuwa na jambo lake, mpuuzeni ukinipa Tafuta hayo. Kwani aliyaweka yeye? Wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini, RUWASA, mkoa wa Katavi iliingia mkataba wa uchimbaji wa visima vitano na ujenzi wa vioski ikiwa ni utekelezaji wa maelekezo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa Wizara ya Maji kutekeleza programu maalum ya upelekaji wa maji katika maeneo au vijiji visivyo na huduma ya maji iliyopewa jina la programu ya visima 900. Programu hii maalum inatekelezwa nchi nzima ambapo ilielekezwa kuwa kila jimbo la uchaguzi Tanzania litengewe fedha za uchimbaji wa visima vitano na ujenzi wa vioski likiwemo jimbo la Mpanda Vijijini. Katika wilaya ya Tanganyika, programu hii imetekelezwa katika kata tatu: kata ya Bulamata, Ilangu na Tongwe, ambapo vijiji vilivyonufaika ni Busongola, Kusi, Subangala, Mugasa na Bugwe ambavyo vilipendekezwa na Mheshimiwa wa mbunge wa jimbo la Mpanda Vijijini, mheshimiwa Suleimani Moshi Kakoso. Utekelezaji wa miradi hii umefanywa kwa njia ya fosi akaunti ambao ulianza tarehe 12 mwezi wa 11 mwaka 2024 na kukamilika tarehe 30 mwezi wa tatu mwaka 2025 kwa gharama ya shilingi milioni 506 17000 Namshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ameniwezesha kufika kwenye kisima hiki cha maji, manake nilikuwa naenda sokoni, nitaona ntaona vive mangoja na mimi nijumulike na haya maji. Kwa hiyo namshukuru mama yetu Samia kuwezesha kutu, kutu- kutuwezesha maji katika kijiji chetu cha Isubangala namshukuru sana na sisi hapa tulikuwa tunahangaika na maji, lakini Mwenyezi Mungu ameona kweli si vema tuangaike na, na mama yetu Samia bado yupo akatuwezesha maji.